Kiwango kikubwa cha ufahamu kinatoa kiwango kikubwa cha udhihirisho. Kiwango kikubwa cha maarifa kwenye eneo husika kinaachia udhihirisho mkubwa wa huyo mtu kwenye eneo husika, hata kama hajapewa nafasi ya kudhihirisha, ila uwe na uhakika, kuna mahali itadhihirikia. Kwa nini? Kwa sababu kwenye kila kada hata za, za kitaaluma tu, kwenye kila kada unakuta ule ukongwe unatofautiana, udhihirisho wa watu unatofautiana kutokana na kiwango cha kimaarifa. Kwani kwa sababu ufahamu unatibua nguvu ya kile kitu, unatibua upako wa kile kitu. Kila mmoja ana nguvu za Mungu ndani yake, ndio maana Efeso 3:20 anasema atukuzwe Mungu kwa mambo ya ajabu kuliko tunaoza kwa kiwango cha nguvu inatenda kazi ndani yetu. Kwa kuna nguvu za Mungu ziko ndani ya mtu, ila zinatibuliwa na kiwango cha maarifa. Kwa kiwango cha maarifa kimungu ndani ya mtu ndicho kinachotibua zile nguvu za Mungu zilizomo ndani ya mtu. Kwa nguvu za Mungu ndani ya mtu haziruhusi kutoka zaidi, na ndio maana mfano, kwa nini utumishi wa Mungu anatofautiana? Ukisoma okay, historia za ma-generals wale wa kiroho, kuna mmoja alikuwa yeye ana upako wa uponyaji tu mwingine ana upako labda ni kwenye swala la neno, kwenye kufundisha ni mzima. Mwingine labda upako wake uko kwenye mafanikio, akikufundisha kufanikiwa lazima ufanikiwe kibiblia kabisa. Mwingine unakuta ni kwenye eneo la imani, akikufundisha kwenye eneo la imani yuko supa, ila kwingine ni mbovu. Kwa nini? Kwa sababu anakuwa na maarifa mengi juu ya huo upande, ila pengine anakuwa na pwaya. Kwa akiweka maarifa mengi juu ya uponyaji, akatafakari mambo juu ya uponyaji, atakuwa na upako mwingi maarifa ya uponyaji, ya uponyaji. yatatibua ile nguvu ambayo imesimama ndani yake upande wa uponyaji. Ni sasa naende shambani. Ukipanda mahindi mengi kwa maharagi utavuna mahindi mengi. Uende upande eka tatu za mahindi au upande debe mbili za mahindi kama mbegu. Alafu kapande kilo kumi za maharagi kama mbegu. Utavuna kidogo nyuma yake utavuna sana kwenye mahindi. Kwa ni sababu kiwango ulichopanda ni kikubwa. Kiwango ulichopanda kinaamua kiwango utakachovuna. Kwa maana wanafunzi sokamambia Yesu, "Tufundishe kusali." Akamwambia, "Bwana tuongezee imani." Akamwambia, "Bwana tuongezee imani." Akamwambia, "Okay, imani haiongezwi kwa kuombewa wala kwa kupewa." Akamwambia, "Nikuongezee imani." Ndio asema, "Ukiwa na imani kiasi cha punje." Pengine akasema ukiwa na imani kama punje make, alikuwa anaona hapa mchakato wa namna unavyoweza kuongeza imani ndani yako. Aliposema kiasi kama, ukiwa na imani kiasi cha punje, make anaongelea kiwango. Ukiwa na imani kama punje, make anaongelea ulinganifu wa utendaji kazi. Alipokuwa anaongelea kiwango, akasema ukitaka kuongeza imani juu ya kitu fulani tafuta mbegu inayoongelea hiyo eneo ipanda, sababu ile, ukiwa na imani kama punje neno kama ni akasema nini? Kwamba namna unavyoongeza mbegu, unavyoongeza punje za kitu fulani, ndivyo hivyo hivyo unavyoongeza imani ndani ya mtu kwa kiwango cha punje, kiwango ulichoweka. Kwa kama mbegu inaongezwa kwa kupanda, ukiwa na kilo moja ukipanda, unavuna debe moja, then chukua neno na wewe lipande ndani yako kwa wingi, ili uvune sana. Ukiwa na imani kiasi imani cha punje, anaongelea kiwango, ukiwa na imani kama punje naongeleaja ukitaka kuongeza imani yako, angalia punje inavyoongezeka haradali, then fanya vile vile. Then narudi kwenye mpanzi anda shambani kupanda, tafsiri yake anasema mpanzi anda shambani kupanda, mbegu ilikuwa ni neno la Mungu kwa ukitaka kuwa na imani juu ya uponyaji, tafsiri ya neno la Mungu inaongelea uponyaji, litafakari, liweke ndani yako, liwaze, litakupa imani, sababu litatibua nguvu za Mungu ndani yako zilizoka upande wa uponyaji, utakuwa vizuri eneo hilo. Ukitaka kuwa na imani juu ya upaji wa kiungu bila kuwa na ukati si wanadhani kwamba kufanikiwa mambo ya kiroho mambo ya kiroho, unaweza ukafanikiwa kabisa kimungu ukiwa na neno la kutosha, ukaliwaza na kutafakari na kuweka ndani yako juu ya mafanikio, unaweza ukajikuta maisha yako yanaenda bila kustruggle. Kwa nini? Kwa sababu kadri unavyokuza ufahamu, ndivyo unavyozidi kuzalisha udhihirisho. kwa hakuna mtu ambaye atadhihirishwa zaidi ya ufahamu alionao. kwa kama unataka kudhihirishwa zaidi, inabidi utafute ufahamu zaidi. Mahali tulipo leo au mahali ulipo leo ni mahali ambapo maarifa au ufahamu umekuruhusu kuwa hapo. Kiwango chochote mtu alichonacho ndicho kiwango ambacho ufahamu wake umemruhusu kuwa hapo kwa kiwango hicho. Kwa anataka kwenda mbele zaidi juu ya eneo husika, inabidi atafute ufahamu zaidi juu ya eneo